Na taarifa kutoka Pwani zinaarifu kwamba mwanzilishi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries amekana kwamba dhehebu hilo linajihusisha na imani potovu. Elizabeth Kadori anayesakwa na polisi huko Mombasa ili kuandikisha taarifa, anasema Jumapili walikuwa na kesha ya kawaida, na kutokana na changamoto za kiusalama, wafuasi wa kanisa hilo ikiwemo watoto walisalia katika kanisa hilo hadi asubuhi kabla ya maafisa wa polisi kufika na kuwakamata. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Francis sisi mtalaki, mamia ya wafuasi wa kanisa hilo walimiminika nje ya kanisa wakitaka maafisa wa polisi kutoa ushahidi. Ni mamia ya wafuasi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries nje ya kanisa ambalo Jumatatu asubuhi polisi waliwakamata watu 20, miongoni mwao wanawake saba na watoto 14 kwa madai ya kueneza imani potovu. Siku moja baadaye, mwanzilishi wa kanisa hili, Elizabeth Kadori, amekana madai hayo na kusema kuwa walikuwa na mkesha usiku huo. Na vile tulala kesha, watu wakatoka wakaenda, mimi nilitoka saa 12. Watu wote wakatoka, wakabaki watu ambaye walikuwa wamebaki watoto na tungeanza watoto watoke saa kumi na mbili saa kumi na moja. Kwa hivyo watoto wakalala paka saa, wa, watu wakabaki hapa wachache na ashes paka saa moja na nusu nikasikia polisi wamekuja hapa kuja kupiga mapicha, wakaingia wakaanza kuaras watu na wakaanza kupiga watoto picha For security purpose, kwa sababu angalau watu wanakatwa hata hapa, juzi watu wamekatwa na kidnapiwa hapa. Anadai kumekuwa na vuta ni kuvuta na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Changamwe mita chache kutoka hapa, maafisa wa polisi wakidai kuwa miili ya watu imezikwa katika kanisa hili. Kuna yule walimfuta kazi disayo, alikuja mpaka kwa ibada, nilikuwa simjui, akashirika akataka kujua kama ni kweli vile watu wanasema. Mbona yeye akisikia kitu aniiti? Mbona achunguzi? Mbona wakija Majibu kunyanganya maiki. Bwana kila mara kukibadilishwa ni vita na hii kanisa. 17 years. Wakibadilishwa lazima waje kwa hii kanisa na vita. Lazima niyanganya maiki mbele za watu nikiomba. And them is saying someone been buried in this church. There is a child been buried. You want them to show us and to know if it's really. Sisi tuko tayari kuchimba kanisa na wao waje wasimamie they are trying to uh, mudsling our church and they are calling our church Shakahola too. that is now the title which is moving around in this area but our church we worship the real Jesus Christ of heaven and our prophetess is an anointed prophetess who is called by God and she is praying for people and people have received so many testimonies kulingana now, wamekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 17 na ipo nje mafiche ya kuwaharibia jina. Maafisa wa polisi wanamsaka mwanzilishi wa kanisa hili ili kuandikisha taarifa, Elizabeth Kadori akisema kuwa yupo tayari kujisalimisha mbele ya maafisa hao. haoawae sema hii kanisa ni shakaola. You show us the proof is shakaola. Na yule mtoto amekuwa buried here, atuonyeshe. Na mtoto aliyekonda juzi walivyowachukua, watuonyeshe huyo wamekonda, no issue.

to accept what they want as police officers it cannot be used as a way of harassing the community. Kiongozi wa kanisa hili la Zion Fire Ministries amekana kuwepo kwa madai ya imani potovu katika kanisa hili akisema kwamba wamehudumu hapa kwa kipindi cha zaidi ya miaka 17. Francis Mdolaki Wenga, Citizen Mombasa.